Kitu cha kwanza mimi ni mtu wa two term. Nataka kuwa women rep hapa Machakos County. Na Ikomi TV naipenda sana kwa sababu it is a trending TV. Justina Syokau? Yes sir. Mambo vipi? Vizuri sana. Uhum. Yes. Na kuona uko hapa Machakos eh, Stadium. Yes. Kulikuwa na nini leo kama unaweza kuelezea watazamaji ni nini ambayo ilikuwa inaendelea leo hapa Machakos Stadium? Hapa Machakos uh, Stadium tulikuwa na Nyota Fund program ya William Samuel Ruto ambaye ni President City na tunashukuru sana kuona ya kwamba wanarika wamepewa pesa za kuanza biashara, na amesema ya kwamba watapewa tena. So wale ambao wamepokea pesa 22000 kila mtu amepewa 22000 waende waanze biashara, na wameambiwa wale wataenda wafanye biashara na ianze na ikue vizuri, watapewa second empowerment, ni watapewa ingine. So naweza sema ya kwamba thank you so much to the president uh, William Samuel. Hatujaiona hiyo kitu imefanyika. Hakuna president ameshaitupea kitu ya bure kama pesa. Mimi nimeishi nikiwa na talent, sijaiona mtu anapeana pesa ya bure, sijaipewa na mtu hata 1000 ya bure. Lakini kuona president amepea wanarika wa Machakos, Makueni, Kitui na Kenya mzima, amekuwa akipeana. Hata juzi tuliona state house watu walikuwa wanapewa nyota fund, ni pesa ambao watu amepewa tu, you know, you sijaiona kitu ya bure kama ya leo. Yeah, I'm so shocked and I want to congratulate the president na watu wote ambao walifunza hawa yeah. Watoto kwa county level na chiefs, Mungu awabariki wa kwa kuita wanarika na kuwapatia hiyo code na wale walijaza congratulations, na watu ambao hawajapata wa pesa kwa counties youth wenye hawajaijua kitu kama hii inaendelea, naweza taka ku, kuambia ya kwamba wakue wanaangalia kile kinaendelea kwa news na watu wakio na president ametangaza kitu, wajua kwamba itatimia na president anafanya kazi. Yes, ulikuwa hapa kama msanii ama ulikuwa hapa kama ukiwakilisha serikali? Hebu tujengee taswira, ulikuwa hapa kama nani exactly? Kitu cha kwanza, mimi ni mtu wa two term na mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia kama vile mmeona, mimi nimekuwa niki-support William Samuel Ruto, nimemuimbia wimbo wa two term na nimekuwa nikishika serikali mkono kwa kuitangaza na kusema kwamba kuishambikia, yani mimi ni chawa wa rais, okay, kusema ya kwamba anafanya kazi vizuri, na kama vile unaona anafanya kazi vizuri. Na hata leo nilikuwa pale Radio 47 na nikaambia watu rais anafanya kazi, so naweza sema ya kwamba hata saa hii tukiwa hapa, kila mtu ametoka hapa na smile, si ni kweli? Mtu kama mimi, mzazi, nashukuru sana. Mimi sijaiona watu wamefurahi kama leo, youth are so happy. Na pia kitu kingine nimekuwa happy about ni people with disability, they are so excited. Wamepata pesa na wamekeza, unaelewa. So ninashukuru sana imekuwa. Ikisemekana kwamba hapa Ukambani ni ngome ya upinzani ya ama, yes. sio ngome ya serikali yes. e, kulingana na vile unavyoona, kwa sababu umesema we wewe ni mtu wa two term yes. kulingana na vile unaona e, siasa ngome e ya Ukambani iko vipi kisiasa saa hizi? si kila mtu wa one term a, tunaona serikali inafanya kazi so kuna wale watu sasa hivi wameamua ku support Samuel Ruto na kuna wale watu wamesema sasa hivi wanaingia two term kwa sababu kama wa Mayudhi wale wameongea hapa. Hawajai pata, unaona wanalia, hawajaiona msaada kama huo, na sasa hivi wanaenda kuanza biashara wengine walikuwa wameanza na wanaenda kuboost biashara zao. So tunataka matendo, hatutaki kuongea tu yes, tumechoka na jua peke yake. Tunataka mtu ambaye anafanya matendo, tunataka mtu anasema na anatenda. Yeah. So, bottom up ile tuliambiwa inafanya kazi so asla anaendelea kuinuliwa unaelewa. So nataka kuambia watu wote wale wa ukambani ni vizuri sana kwenda kwa tamtu.

Tunakufahamu kama msanii. Siku hizi, yes, unaongea sana kuhusu siasa. Pengine uko na mpango wa kuingia katika siasa mwaka wa 2027. Kama vile niliimba nikasema 2027 nitakuwa kiongozi. Nishike mkono kwa sababu mimi naelewa shida ya, ya ground, na mimi ni mtu nimezaliwa hapa, nimesomea hapa Machakos, na nina, ninaelewa common mwananchi shida yake, so nataka nipewe kiti ili nisaidie common mwananchi na nisaidie watoto wetu na wazazi yes. Ujumbe wako kwa mheshimiwa William Ruto, rais wetu na kwa Wakamba, kwa sababu umesema unataka kusimama kiti hapa Machakos. Yes, nataka kuambia Samuel, uh, president wetu ya kwamba sisi Wakamba tunampenda na kitu cha kwanza tunamheshimu na kama vile ameona ana pilikuwa mzuri tunataka kukumhakikishia ya kwamba tunamrudisha kwa kiti na sisi tunampatia kura zetu na asituliwe na mtu ama uziwe uoga, ajue ya kwamba nobody can finish him. Na sisi tu wakamba tutampatia kura zetu, tunampenda na mimi naomba anishike mkono ninapoitisha kiti cha women rep, anishike mkono kwa sababu. Na pia naomba sana Wakamba vio mayuthi wajitokeze, wasimame kwa vyama, kwa sababu unaangalia wale watu wako kwa vyama ni wa na wanachaguliwa tu hata hawafanyi kazi. So naomba sana mayuth wajitokeze na wasimame na wasiuziwe uoga na mtu. Ingia, tutakuvotia. Saa hii tu vote because you have money. We are voting because we know you will work for us. Yes. Shukrani sana Justina Syokau tunakutakia kila la heri na asante sana kwa kukubali kuongea na Ikomi TV. Ikomi TV naipenda sana kwa sababu it is a trending TV and a viral TV. Tangu mwanze nimeona mkinipeleka viral kabisa na ninashukuru sana kwa sababu nakuja kwenu kila wakati kuangalia news kwa

Sikia, on Saturday, niko na birthday ambao nimeweka pale Golden Ice, uh, pale Runda. Sijui kama unajua Golden Ice. Yeah, yeah. Golden Ice ya Runda kutakuwa na sherehe kubwa yangu ya birthday. So watu wakuje, nilikuwa na birthday tarehe thelathini ya hii mwezi. So nimeweka Saturday, kila mtu akuje kutoka saa mbili ya usiku mpaka che. Watu wakuje, tutingishe, tukule pamoja, tupate siku yangu ya kuzaliwa nikuwe na nyinyi. So hakuna entry fee, wakuje tu na zawadi. Shukrani sana na happy birthday in advance. Asante sana Ikoomi TV for wishing me happy birthday. Nasikia nimekua young. Thank you so much. Asante. Asante.